Je, wanawake hawana waume peponi? Na ni kwa nini kusema maneno kama haya? Ni kwa sababu kila shekhe unayemsikia utamsikia anakusifia wanawake wa peponi walioandaliwa wanaume wale ambao kwamba walotenda mema, yani waumini. Hujawahi kusikia kwamba na wanaume wanawake nao wameandaliwa wanaume ambao kwamba hakuna ambaye kwamba anawasifu wa wanaume, yaani ina maana kwamba mwanamke hana mwanamume ndani ya pepo, lakini mume anaye mwanamke ndani ya pepo. Na hii ni dhulma, ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba atawapa wanaume wanawake peponi, amewaandalia wanawake peponi Vipi na wanawake nao wasiandaliwe wanaume? Kwa nini sifa zote tukisikia, twasikia ni sifa ya mwanamke aliyoko peponi, ambaye aloandaliwa mu- muumini ambaye kwamba ni mwanamume? Na kama tunavyojua kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala leisa bidhalim, Mwenyezi Mungu hadhulumu yoyote, hadhulumu mja yoyote. Lakini vipi kwamba tusikie kila tunaposikia tusikia kwamba wanawake wa peponi waloandaliwa wanaume wale, hatusikii wanaume wa peponi waloandaliwa wa walo wanawake. Kwa sababu so, kuna wanawake wamefanya mema na ni wachaji Mungu kushinda wanaume. Kwa nini na wao wasiandaliwe wanaume peponi? Kwa hivyo, hii ndiyo mada yetu ya leo tutakayoizungumzia, lakini mwanzo tutasikiza baadhi ya mashehe kuthibitisha jambo kama hilo, kwa hivyo tusikize alafu tuendelee na mada yetu. Hivi unadhania nini wewe? kwa mwanamke ambaye, idha dhahikat fi wajhi zawjiha, pindi akifanya tabasamu tu akacheka mbele ya uso wa mume wake, adhaatil janna min dhahikiha, anaweza kuingarisha pepo yote kutokana na ule mcheko aliocheka, tabasamu la meno ya mwanamke wa peponi akicheka. Mtume anasema kule kutabasamu tu likaonekana, jicho lake nuru huzagaa. Wanawake wa peponi matiti yao hayaanguki kwa sababu mbili. Kwanza hawanyonyeshi, kwa sababu peponi hakuna kuzaa. Peponi ni starehe tu, hamna kunyonyesha. Peponi ni kula raha tu. Kwa hiyo titi lako limewekwa special kumridhisha mume, lazima liwe kama msumari limechongoa kwenye nguo ya halili. Allahu akbar! Kama mlivyosikia, baadhi hao masheikh wanasifia mwanamke wa peponi hakuna hata mmoja unaesikia kwamba wanaume wa peponi nao waloandaliwa wanawake? Je, Mwenyezi Mungu atawalipa wanaume peke yao kuandalia wanawake, na wanawake watakuwa hivi hivi maskini? Yaani tumewadhulumu wanawake mpaka kesho ya malakhira, mpaka paka kuingia peponi pia tumedhulumu ndani ya pepo, tumewadhulumu wanawake duniani, tumewadhulumu kusema kwamba wao ni naqiswatu aqli wa dini, hawana akili, wana upungufu wa akili, tukiwaita kwamba ni safi wala tutu tu, sufaha kwamba yamaanisha ni wanawake. Mwanamke hafai kufanya kazi kuwa kiongozi, lan yufliha qaumu wala amrahum imraatun. Yani, duniani tumewakazia ya, na kesho peponi pia tumewakazia, lakini je, Qurani inasemaje? Tuende katika Qur'an kwa sababu Qur'ani ni kitabu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekihifadhi ili ikiwe ni ushuhuda kwa kila lile ambalo kwamba litakalokuwa ni la makosa katika dini. Mwenyezi Mungu amekihifadhi kitabu hichi kwa sababu hiki ndio kitabu ambacho kwamba sheria zote mwanaadamu ama muislamu afaa azitoe ndani ya kitabu kama hichi, ndio Mwenyezi Mungu akakihifadhi kitabu hichi, tofauti na vitabu vingine ambavyo kwamba ni vya dini. Mwenyezi Mungu hakuvihifadhi, ni vitabu vya mwanadamu, kwa hivyo Mwenyezi Mungu hakuvihifadhi. Mwenyezi Mungu amehifadhi maneno yake kwa sababu hii ni dini. Kwa hivyo tuangalie ndani ya Qur'an, je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna jinsi itakuwa ina ubora zaidi kesho ya Yaumul Qiyama peponi na eh, kushinda jinsi nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura An-Nisaa aya ya 124. Mwenyezi Mungu anatuambia, waman yamal mina salihati min dhakarin aw untha wa huwa muuminun, faulaika yadkhuluna al-jannata, wala yudhlamuna naqira. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye sura An-Nisaa anatuambia, waman yamal mina salihati min dhakarin aw untha, na yule mwenye kufanya mema, kufanya mazuri. Min dhakari au untha, awe ni mume ama ni mke. Wa huwa muminun, naye ni mumin, yani anaamini kwamba kuna Mwenyezi Mungu, wala kuna siku ya mwisho. Fa ulaika hao, yadkhuluna aljannata, wataingia peponi, wala yudhlamuna nakira, wala hawatodhulumiwa hata kitu kidogo. Yani hakuna dhulma yoyote, kila mtu kile anachopewa mwanamume ndiyo atakachopewa mwanamke, muhimu awe amefanya mema na awe ni muumini. Basi kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa atuonesha wazi kwamba yale atakayoyapata mwanamume ndio atakayopata mwanamke, hakuna dhulma kesho ya yawmal qiyama. Kwenye suratu Nahli aya 97 man amila salihan min dhakarin au untha. Yani, mwenye kufanya a'malu salihati mume au mke wa huwa mu'minun naye, yani mu'min, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tutamhuisha yeye uhai mzuri, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, na tutawalipa ujira wao kwa yale mazuri waliokuwa wakiyafanya. Mwenye kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya hii nyingine atuonesha wazi kwamba yule atakayefanya mema, awe ni mume awe ni mke, Mwenyezi Mungu atamlipa. Kwenye sura Ghafir aya 40 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, man amila sayyatan fala yujza illa mithlaha, mwenye kufanya mabaya hatolipwa isipokuwa kiwango kile cha yale mabaya aliyofanya. Wa man amila salihan min dhakarin au untha, na yule mwenye kufanya mema a'malu salihati, mume na mke, wa huwa mu'minun, na yeye ni mu'min, fa ulaika yadkhuluna aljannata, hawa wataingizwa peponi, yurzaquna fiha bighairi hisab, Mwenyezi Mungu atawaruzuku pasi na hisabu, yaani kila neema Mwenyezi Mungu atawapa pasi na hisabu. Mume peke yake? La, dhakar wa untha, mume na mke. Muhimu amefanya amali mzuri na awe ni muumin. Kwa hivyo tumeona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala hakuna ubaguzi atakaofanya, hakuna dhulma itakayokuwa kesho yaumul qiyama kwa wale muumin, awe ni dhakar au awe ni untha. Sasa kwa nini kila tunaposikia twasikia kwamba mwanamke wa peponi ambaye wanaomwita huur iin wao wanasema huru al-ain. La, lakini ni huru ain. Mwenyezi Mungu ametaja huru ain. Mwenye huru ain, hakusema huru al-ain, kwa hivyo utasikia namna ya sifa zinazosifiwa mpaka sifa nyingine huzipati ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, ni maneno ya kutoka kwa wao, na hii na moja inayopelekea katika shirki ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwa mambo ambayo kwamba hakuyataja ndani ya kitabu chake na hiyo ni haram, na ujua unapata madhambi uzungumze jambo lolote, sifa ambazo kwamba Mwenyezi Mungu hakuzitaja, kwa sababu hurul ain ni sifa ya peponi na pepo ni jambo la ghaibi, hakuna analolijua isipokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, na ghaibi yote ambao kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala aliomwambia Mtume Muhammad kuhusu sifa za pepo yamo ndani ya Qur'an kwa hivyo unapotuletea sifa ya hurul ayn kwamba ni mwanamke kadhaa, ni mwanamke yuko hivi, na wala Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala hakutaja ndani ya kitabu chake, wewe utakuwa unamshirikisha Mwenyezi Mungu kwa jambo ambalo kwamba hakulitaja. Sasa ni kwa nini si tumweke mwanamke ambaye kwamba tuna yani tumemtenga peponi? Yani maskini atakuwa yuko peke yake, hana furaha yoyote kwa sababu ikiwa mume anasifiwa hapa duniani anakuwa na furaha kwamba mimi kesho yaumal qiama nimeandaliwa wanawake. Lakini vipi mwanamke? Tusisikie yoyote anayesema kwamba na wanaume wa peponi nao wako hivyo, wameandaliwa wanawake walio wema. Kwa nini hatusikii jambo kama hilo? Lakini tuangalie haya yametoka wapi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, je kweli amesema maneno kama hayo kwamba hao huru in ni wa wanaume peke yao, wanawake hawana. Tuangalie ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atuambia kwenye sura Ad-Dukhan aya 51, 52, 53 na 54. Mwenyezi Mungu anasema, innal muttaqina fi maqamin amin, tunafuata siyaqil aya

Kwa hivyo wazawajnahum bi hurin in ni kwa muttaqin, kwa wanaume na wanawake, al muttaqin wanaume na wanawake wal muttaqiyat. Kwa hivyo tumekuta aya wazawajnahum bi hurin in ni kwamba watapata wanaume na wanawake.

in hapa Mwenyezi Mungu pia ameanza inna lmuttaqina, ya wanaume na wanawake, kisha mwisho Mwenyezi Mungu amemalizia wa wazawajnahum bihuri in. Kwa hivyo huri in itakuwa ni kwa muttaqina na muttaqiyati, yani wa, wachaji Mungu wanaume na wachaji Mungu wanawake na kama aya ya kwanza nayo, ya, ya kwenye surat Dukhan, nayo pia hivyo hivyo, inna lmuttaqina. Mwenyezi Mungu ameanza na inna lmuttaqina, kisha akamalizia wazawajnahum bihurin ain wa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala, hawahuri ini itakuwa ni kwa muttaqina, wachaji Mungu wa kiume na kwa wachaji Mungu wa kike. Sasa tumejua kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala hamdhulumu yoyote kesho ya yaumul qiyama, na huur iin itakuwa ni kwa wanaume na kwa wanawake kesho ya yaumul qiyama. Swali liko hapa, je, nini maana ya huur iin? Je, ni wanawake wa peponi ama ni jambo lengine? Hilo tutalizungumzia katika halqa inayofuatia. Kwa hivyo naomba tuwe pamoja ili usije ukamsingizia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mambo ambayo kwamba hata hakuyasema, lakini kwa dhana zetu tu na kwa ufahamu wetu tukawa tunajisamia mambo, mpaka anaonekana kwamba Mwenyezi Mungu ni dhalim, kwa sababu ukisema watapewa wanawake, wanaume peke yao ndio watapewa wanawake wa peponi, yani tumewadhulumu wanawake. Kwa nini wanawake na wao wasipewe wanaume ama wasisifiwe ndani ya Qur'ani wanaume kama tulivyosifiwa sisi wanawake, kana wanavyodai watu kwamba Mwenyezi Mungu amewasifu wanawake ambao Huur Iin katika Qur'an? Kwa hivyo tutaonesha, tutaonyesha halqa inao, inayokuja kwamba ni nini Huur Iin, je ni wanawake wa peponi ama Mwenyezi Mungu anakusudia kitu chingine ambacho kwamba sio kwamba ni wanawake. Kwa hivyo tuwe pamoja katika halqa inayofuatia, ili tuondoe hili tatizo ambalo kwamba tuko nalo la ufahamu wa makosa, na turudhini katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, ndugu wa Islamu, kwa sababu kama ninavyosema kila siku, babu zetu wametafsiri Qur'ani, wamefahamu Qur'ani kulingana na ufahamu wao na zama walizokuwa nazo wao. Wamefanya kazi yao tosha, lakini sisi Sio lazima tufuate yale walioyafahamu wao, la, na sisi pia tuna haki ya kurudi tena ndani ya Qur'ani na tukafahamu kwa ufahamu wetu sisi tulioko katika karne hii ya 21, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakati aliposema afala yatadabbaruna alqur'ana ama ala qulubin aqfaluha, Mwenyezi Mungu anazungumzia kila mtu, anamnasihi kila mtu awe ni mwenye kutadabar maneno ya Mwenyezi Mungu. Sio kwamba kuna watu mahsusu wao ndio wafahamu maneno. La, kila mmoja wetu kwa sababu yaumal qiyama, wewe utasimama peke yako mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mtume mbele yako, hakuna swahaba, hakuna tabiin, hakuna mwanachuoni atakayekuwa mbele yako kutetea. La, kila mmoja atasimama peke yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuhisabu peke yako na utakuwa peke yako. Kwa hivyo kila mmoja ni masulia katika hii dini, kila mmoja ni masulia juu ya nafsi yake, sio juu ya mwenzake, la juu ya nafsi yako, ufahamu, uhakikishe haya maneno niliyosikia kutoka kwenye vitabu vya babu zetu, je yako sawa? Kwa hivyo ni lazima ufanye revision ureview. Uangalie na kuhakikisha kama ni sawa sawa. Kama sio sawa, useme hili si sawa na uangalie lile la sawa. Kwa hivyo tutaangalia halqa inayokuja, nini maana ya huri ain? Je, ni wanawake ambao kwamba walioandaliwa wanaume ama ni kitu chengine? Wa ila liqain akhar bi mashiati llah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.